Baadhi ya wauguzi wa Nigeria wanaochunguzwa kwa udanganyifu katika kituo cha mitihani cha Uingereza wametakiwa kuondoka nchini licha ya rufaa zilizokamilika, ripoti ya Nursing Times imeripoti. Barua kutoka ofisi ya nyumbani, zilionekana na chapisho hilo, zinazoagiza baadhi ya wauguzi kuondoka mapema kama wiki ijayo, baada ya viza zao kutenguliwa kutokana na madai yaliyotolewa na baraza la uuguzi na uwezeshaji wa watoto NMC. NMC imekumbwa na ukosoaji kuhusu kucheleweshwa kwa mchakato wa usikilizaji wa kesi, huku baadhi ya wauguzi na makundi ya kutetea haki wakimlalamikia msimamizi huyo kwa dhamira ya kuchelewesha michakato ili kuruhusu kufukuzwa. Peters Omargon, rais mtendaji wa Nessing Across the Borders, alipendekeza kuwa ucheleweshaji huu ulikusudiwa, akisema NMC inaweza kushutumiwa kwa kuchelewesha kwa makusudi ili wauguzi hawa wapoteze haki zao za kuishi hapa Uingereza. NMC imetupilia mbali tuhuma za kuchelewesha kwa makusudi, ikisisitiza kuwa inafanya kazi kutatua kesi haraka iwezekanavyo. Hali hii inatokana na uchunguzi wa NMC wa mwaka 2023 kuhusu kituo cha mitihani cha Unique Technologies huko Ibadan ni Nigeria, ambapo kasoro za data zilionyesha kuwa baadhi ya wa wauguzi huenda walipata matokeo yao ya mtihani wa kompyuta CBT kwa udanganyifu. CBT ni sehemu muhimu ya mtihani ufanisi, wa ufanisi unaohitajika kwa wauguzi wa kimataifa kujiandikisha Uingereza. NMC ilidai kwamba wauguzi 48 waliosajiliwa na waombaji 669 huenda walipata matokeo yao kwa njia za udanganyifu, huenda wakitumia wapimaji wa uongo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.